Wanawake wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA Kanda ya Kusini Mashariki wameadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kupanda miti na kutembelea katika shule ya msingi Msamala pamoja na kutembelea. Leo hii tupo hapa shule ya msingi ya Msamara kwa lengo la kuendelea kuiz, ku, kuazimisha siku wiki yetu ya wanawake. Kwa hiyo wanawake kutoka kanda ya kusini mashariki Tawa tumeungana kwa pamoja kuja kupanda miti katika shule hii. Tuna jumla ya miti mia mbili ambayo itapandwa shule hii leo, lakini lengo kuu ni kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo tukaona ili tuweze kuunga mkono serikali kupambana na hiyo mm, mabadiliko ya tabia nchi, tukasema leo tupande miti. Kwanini tupande miti? Tunapanda miti ili kuruhusu mvua kunyesha, turuhusu na kuwahamasisha wenzetu wanawake wenzetu kutumia nishati mbadala kuliko kuendelea kukata miti kwa ajili ya kuni, mkaa, lakini sasa tuende tuelekeze kwenye kutumia umeme, lakini pia gesi. Wakizungumza na Toka Zamani Tv, mwalimu wa shule ya msingi Msamala na mwanafunzi walioshiriki zoezi hilo wameishukuru TAWA kwa kutembelea shule hiyo na hapa wanaeleza Umuhimu wa miti hiyo. George Mbwilo ni mwalimu wa shule ya msingi Msamala ambao sisi kama sisi shule ya msingi Msamala tumeipokea kwa shangwe na furaha sana kutokana na, na siku kwa sababu hii ni wiki ya maadhimisho ya ya wanawake. Kwa hiyo, wameona ni vyema kututembelea kama shule ya msingi Msamala kwa ajili ya kutupandia miti ambayo itatusaidia kwa mambo mbalimbali ikiwepo katika watoto kujisomea kwa maana kama kivuli, lakini pia hewa safi, lakini pia kwenye ishu za mabadiliko ya hali ya hewa. Anaitwa Laicha S. Christopher. Nasoma darasa sita katika shule ya msingi Msamara. Kwa siku ya leo nimepanda miti minne, pia naahidi nitakuwa naitunza vizuri na nitakuwa naiangalia kila siku kama watu wengine wasiharibu, na nitakuwa naitunza pia. Miti ikikua itakuwa natusaidia kwa kupata hewa safi, kupata kivuli kupata mvua nyingi kwa wingi, pia tunashukuru kwa ujio wenu. Asanteni, Mungu awabariki. Na hapa ni kituo cha kulelea watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu cha Swako. Mhifadhi mwandamizi ya Siam Moyo anasema wamefika kituoni hapo kuwatembelea watoto hao, kutoa zawadi kwa watoto hao pamoja na kuionyesha jamii umuhimu wa kulikumbuka kundi hilo, na hapa anatoa wito. Leo tumekuja hapa kwenye kituo cha yatima cha Songea inaitwa su, su, Suwako kwa dhumuni hasa la kuweza kupata chakula na watoto hawa ambao wana uhitaji, lakini ni katika kuendelea wiki ya wanawake duniani ambao maadhimisho yake ni tarehe nane mwezi wa tatu. Kwa hivyo leo tumekusanyika hapa, tutakula chakula pamoja, lakini sisi ni wanawake, ni walezi kwao, tukasema hapana, tujiunge kwa pamoja, tuje tukae na hawa watoto. Lakini pamoja ya kupata chakula cha jioni na watoto hao tumewabebea pia sadaka yetu kidogo tumewaletea sabuni, tumewaletea mafuta ya kupikia tumebeba mchele, tumebeba maharage ambayo kwa pamoja thamani yake ni milioni moja. Uh, wito wangu kwa taasisi mbalimbali za uhifadhi ambazo ni ziko nyingi, sisi ni moja ya taasisi ya uhifadhi Tawa, zipo zingine za Tanapa, Ngorongoro, TFS, wote wapo. Lakini mbali na taasisi hizi za uhifadhi, lakini kuna taasisi zingine zinazojihusika na mambo tofauti tofauti nawapa wito, nawaomba wawe wanatembelea vituo vyetu hivi, kwa maana hawa watoto wanatuhitaji zaidi. Ni watoto ambao mama wazazi wao walifariki wakiwa wadogo, lakini ni watoto pia ambao wanachukuliwa wakiwa katika mazingira tofauti tofauti, ambao wana uhitaji wa kupata mavazi, chakula, afya wapate, lakini pamoja na elimu pia. na penda kuchukua fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote pamoja na wanawake wote waje kutembelea katika hifadhi zetu. Uh, kama hapa nilipo ni Ruila Zoo iliyoko mjini Songea Manispaa, lakini pia hifadhi ya kisiwa cha Lundo iliyoko Ziwa Nyasa ndani ya wilaya ya Nyasa. Hifadhi nyingine ni Aliparamba iko wilaya ya Nyasa, hifadhi ya Kilwa Magofu, karibuni sana. Hifadhi nyingine ni Lukwika Lumesule, zote zinapatikana katika ukanda huu wa Kusini ambao unasimamiwa na Tawa. John Chinguku ni meneja mradi wa kituo cha Swako anasema kumekuwa na idadi ndogo ya wafadhili wanaosaidia shughuli za malezi kituoni hapo, hivyo kituo hiki hivi sasa kimebuni miradi itakayosaidia kujiendesha. E, ni kweli tulikuwa na wafadhili wa, wa nje, lakini jinsi siku zinavyozidi kwenda na wao, wengi wao wanazidi kupunguza ile misaada, ile ufadhili. Hivyo sasa hivi tunabuni miradi mbalimbali mbali, kwa ajili ya kutegemeza uendeshaji wa kikituo. Mpaka sasa hivi tunafungua shule ya awali eh, ambayo inaitwa Swako Daycare itakuwa shule ya awali baadaye itaendelea mpaka shule ya msingi na kuendelea, lakini vile vile tuna, tunaanzisha mradi wa mashine ya kusaga na kukoboa, lakini vile vile tuna mradi wa kilimo huko kule Litoa, tunalima mahindi eh, na maharage, lakini vile, vile kwa ajili tuna mradi wa ufugaji. Vyote hivi ni juhudi ambazo tunazifanya kwa ajili ya kuweza kutegemeza hiki kituo. Kwa majina anaitwa Stella Erasto Luoga ni mlezi na ni mhasibu. Nimefika hapa nikiwa na miaka nane mpaka nimefikia miaka ishirini na tatu, ndipo nilipoanza kazi ya uhasibu, na nimesoma hapa kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba, nikasoma sekondari mpaka nikahitimu na chuo. Huduma zote zilikuwa zikitoka hapa. Ombi letu kwa wadau wa sehemu mbalimbali, tunaomba wasapoti hiki kituo kwa sababu sisi wenyewe peke yetu hatuwezi tunahitaji sapoti kutoka kwa watu wengine. Chochote ambacho mtu anaweza akawa ameguswa, anaweza akaja, sisi tunakipokea na tunaomba salamu zifike kwa wadau mbalimbali, tunaomba sapoti ili tuweze kuendesha hili gurudumu. Machi nane, dunia nzima huadhimisha siku ya wanawake duniani huo na kitaifa. Mwaka huu 2025 shughuli hii inafanyika jijini Arusha na mgeni rasmi ni Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi ni shehani mzeira na hii ni Toka Zamani TV. Kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele, lakini pia usisahau kuacha maoni yako kwenye komenti.